<laughs> Sisi kama wananchi tunaomba tu serikali wachukue jukumu la kuhakikisha kwamba eh, usafi iko katika hali ya juu, manake huu ugonjwa wa kolera mara nyingi sana huletwa na uchafu. Wahakikishe hizi takataka zimeondolewa kwa wakati unaofaa, zimewekwa mahali ambapo panastahili na pia waangalie usafi kwenye land hizi plots ambazo watu wanaishi. Unaweza pata mwenye plot ama landlord ama landlady ako tu na haja na pesa ya, ya, ya tenant, lakini zile mikakati zile za usafi ambazo zinafaa kuangaliliwa azingatii. Manani so, kwenye upande wa waziri wa health, health department ya Migori County na public health pia wa Migori County wachukue jukumu la kuhakikisha kwamba wametembea katika kila plot, waangalie usafi ya hiyo plot, na zile plots ambazo hazina choo na wajaweka usafi ya hali ya juu, naona hizo plots zifungwe, maanake maisha ni muhimu kuliko kila kitu chochote kwa kipindupindu. Tunaomba kaunti yetu ifanye usafi kila mahali, kila mahali safishwe, na mtu yoyote akienda labda kwa choo lazima tukue na maji hapo karibu na choo. Ukitoka chooni safisha mkono vizuri, aa. Na hapo pia kwa hospitali yetu kwa saa hii tunaona, aa, ukosefu wa maji inasababisha wale wanaotunza wagonjwa wao wanatafuta maji kutoka nje, na hii ni changamoto kubwa, sababu unaweza pata mtu ameendea maji huko nje amerudi na maji chafu Asa, saa zingine ameenda kachota pale kwa mto ya Migori, hiyo mto imebeba uchafu mwingi, na hayo ndio yanachangia katika ugonjwa wa kolera.